Tatizo la ugonjwa saratani ya mlango wa kizazi limezidi kuwa tishio licha ya jitihada zinazofanywa na serikali kupitia Wizara ya Afya na wadau mbalimbali kukabiliana na changamoto ya ugonjwa huo. Hayo yameelezwa na kaimu meneja mpango wa taifa wa chanjo Lodalis Gadao jijini Dodoma, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kupitia maadhimisho ya wiki ya chanjo kitaifa. Tunakumbushana tena, mtusaidie kuelimisha jamii, wahakikisha watoto wanafanyaje wanapata chanjo kwenye chanjo hii ni miaka tisa mpaka kumi na nne sawa? tisa mpaka kumi na nne wanatakiwa wapate chanjo. Ambao hawajafikia huko wafanyeje? Ambao wako zaidi ya miaka hiyo wakafanyeje? Wakachunguzwe, sawa? usisubiri mpaka pale nguzo ya tatu, ukafanyaje? Ukaanza kupata mionzi, ila ni hamsini kwa hamsini, unaweza kupoteza. Msisitizo wangu ulikuwa hasa ni hapo, tuelewane lakini ukiangalia ukubwa wa tatizo kwa kuangalia hizi nchi za afrika mashariki hapa sawa unaweza ukaona uganda ni asilimia ngapi uh-huh. burundi tanzania uh-huh. rwanda na wale kwa hiyo tanzania bado tuko juu na imagine sasa ni wale tu ambao wanafika kwenye vituo wakagundulika ndio tunapata takwimu zao, lakini majority tuko huko kwenye jamii eh, unaweza ukakuta tatizo hili ni kubwa sana sana kwa mpaka sasa hivi, na hizi ilikuwa nita, ni ni takwimu za blogo ilikuwa ni mia elfu mbili na ishirini ishirini, sawa. Lakini mpaka sasa hivi tuko ishirini na tano, utadabu mara ngapi hapo? Unaweza kukuta tuna watu wengi, tatizo limeshakuwa ni kubwa sana sawa nimesema kuna taratani za aina nyingi, lakini focus yetu ni saratani ya mlango wa kizazi. Kiangalia pale, saratani ya mlango wa kizazi ni asilimia ngapi? 40.7, ni kati ya wangapi? asilimia kumi, nimesema elfu kumi ni wale wanaofanyaje? kila mwaka wanagundulika wana nini? wana saratani, wanagundulika wana saratani, na kati ya hao nimesema elfu sita wanafanyaje? wanapoteza maisha, sawa. Kwa kati ya saratani hizo nakuta hii ya savaico kansa asilimia ngapi? 40.7, ndio wanaogundulika wana nini, wanayo savaico kansa, lakini wale wachache ambao wanakuja kwenye vituo, lakini majority wako huko chini, ambao hatujui status zao, atoa kwenye vituo vya kawaida vya kutolea huduma za afya, huduma za mkoba na huduma tembezi, na kwenye mashule ndio huwa mara nyingi tunatoa hii chanjo ya kukinga saratani ya mlango wa kizazi. Uh, imesema saratani ya mlango wa kizazi kwa kitaalamu inasababisha na kirusi kinachoitwa human papilloma HPV. Ni ugonjwa hatari hatari, uh, unaua wanawake wengi nchi zinazoendelea ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Huambukiza kwa njia ya ngono toka kwa mtu mwenye kirusi hicho, na pia huambukiza koo na sehemu ya haja kubwa kwa jamii ambazo zinafanya ngono, ngono kinyume na Maumbi. Hivi sasa nchi yetu kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatimiza miaka hamsini tangu ilipoanza kutoa huduma za chanjo nchini mnamo mwaka 1975 na katika ma maazimisho haya nchi imeendelea kuwa na mafanikio makubwa kwenye utoaji wa huduma za chanjo ikiwa ni pamoja na, ku na kuwa na wastani wa kitaifa wa zaidi ya asilimia 95 kwa walengwa wote wa chanjo nchini. Hii inamaanisha kwamba tunatoa chanjo kwa ufanisi wa asilimia 95. Kwa maana hiyo, kuna walengwa wachache wa chanjo ambao hawafanikiwi kupewa chanjo. Hawa walengwa wachache ni wale ambao baadhi hawajapata chanjo kabisa, manake, kutokana na sababu mbalimbali, wao hawajafanikiwa kupewa chanjo lakini tuna kundi lingine ambalo tuna walengwa wa chanjo ambao wamepata sehemu ya dozi ya chanjo. Kwa mfano kuna chanjo zinatolewa kwa dozi mbili, anakuwa amepata dozi moja, kwa yule bado tunamhitaji kwa ajili ya kukamilisha dozi. Chanjo zinazotolewa kwa dozi tatu, akipata dozi ya kwanza ya pili, hajakamilisha ya tatu, tunamhitaji kwa dozi ya tatu. Kwa hiyo sasa, hawa ambao hawajakamilisha dozi na ambao hawajapata dozi ya chanjo kabisa kulingana na miongozo, tumeendelea kuwa na mikakati ya kuhakikisha wanapata huduma ya chanjo, na mikakati hii ni pamoja na kuendelea kutoa huduma za chanjo kupitia vituo vya kutolea huduma za afya vinavyomilikiwa na serikali na taasisi binafsi nchini, ambapo hivi sasa ni zaidi ya vituo elfu nane na mia tano nchi nzima vinavyotoa huduma za chanjo bila malipo huduma za chanjo kwa walengo wote wanaofika kutoa kupata hizo huduma. Wizara pia imesisitiza umuhimu wa elimu ya afya ya uzazi kwa watoto na vijana pamoja na upatikanaji wa chanjo ya HPV kama hatua ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Mtazamaji wa Washindi Media, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa.